Na wakati mwingine inawezekana ikawa ni vizuri sana kusikia kwenye masikio yako kwamba tunaombea tu, tunawaombea tu wenye mamlaka bila kuwakemea. Na wenye mamlaka wanaweza kufurahia kutaka kuombewa bila kukemewa. Hakuna haki, hakuna amani. Lakini tunapozungumza juu ya kusimama katika amani ya dunia hii, tukumbuke pia kuhubiri juu ya haki ili dunia iwe na amani na pawe mahali pazuri panapofaa kuishi. Ni makosa mengine makubwa zaidi pengine kufikiri ya kwamba tutakuwa tunaandalia makongamano ya kuombea ya kuombea amani ya dunia, magongamano ya kuombea nchi, magongamano ya kuombea taifa bila kuhubiri habari ya haki na kukemea wovu. Na wakati mwingine inawezekana ikawa ni vizuri sana kusikia kwenye masikio yako kwamba tunaombea tu, tunawaombea tuna tu wenye mamlaka bila kuwakemea. Na wenye mamlaka wanaweza kufurahia kutaka kuombewa bila kukemewa. Wajue kama unayo mamlaka, iwe ni baba mwenye mamlaka kwenye nyumba, ukubali kukemewa, utende haki ili ya amani ya familia iwepo. Familia haiwezi kuwa na amani, hakuna muujiza wa amani kwenye maisha ya watu. Haki. Ninawaombea viongozi wote wa dunia, viongozi wa serikali nyingi duniani kufahamu ya kwamba hapatakuwa na amani bila haki. Na hakuna haki, hakuna amani. Kwa hiyo wajitahidi kufanya haki katika maongozi, kusimamia katika haki na kuhamasisha haki na kusimamia haki mbalimbali mbali ambazo zimewekwa ili amani iendelee kuwepo katika maisha yetu. No justice no peace. Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo, haliingilii siasa. Kanisa hili hili na viongozi wa dini hawa hawa tukisimama barabarani tukapongeza tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi tunakuwa hatuingilii siasa kwa sababu tumefanya nini tumepongeza lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache hapo tumeingilia nini tumeingilia siasa